Ni jambo la kumshukuru Allah kuona ya kwamba katukusanya sote kuwa kitu kimoja. Halitokei jambo kinyume limepangwa na Allah na imani. Ni wengi ambao walikuwa wanahitaji hichi kitu, waliweka vichwa chini, wakajifikiria ngambo na ngambo, wakaona ya kwamba upande wa Ndahangwa tulikuwa bado tungali kinyuma. Ikaja fikra ya ndugu yetu Iseje Allah muhifadhi na mjaze heri, akawa ameleta hii fikra. Alipofikisha hii fikra, tukaona alhamdulillah, ni fikra nzuri, kwa sababu ni fikra ya mapenzi, kwa sababu hata Uislamu unatuambia tuwe kitu kimoja, kwa sababu wanakuambia umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Watu mnapokuwa kitu kimoja, mnafanya kitu kinabaki kama story Natwamwomba Allah atujazie, atujalie umoja wetu huyu uwe umoja wenye kudumu, umoja wenye mapenzi. Sintokuwa na mengi ya kuongea kinyume na kuwapokea wageni kama gisi walivyotanguliza, wakaona ya kwamba acha heri ya mlango wa kwanza waianzie katika kundi la Al-Istiqama Association Burundi. Ni jambo la kumshukuru Allah na imani ya kwamba tuko pamoja nao kwa jambo lolote lile, wakitokea shida yoyote pakitokea tatizo lolote, tayari tumeshakubaliana na kila hali kuwa pamoja nao inshallah. Ningemwomba kiongozi kwanza wa yeye kiongozi, iseje, asimame atufikishie machache tu inshallah, na baadaye tutawajua viongozi wetu wa kundi letu la umoja. Upande wa ndahangwa sirtu, ni upande wa kina mama, ndio tumeamua tu sere sana, kwa sababu tukiangalia katika vikao hivi ama katika harakati hizi, katika ibada hizi wanawake ndo wengi kuliko wanaume. Kwa kwa hiyo inshallah, ningemwomba kiongozi wetu asimame inshaallah, atupe machache yale ambayo katuandalia kunako umoja huyu inshaallah bismillah. Walam yatrukna hamalan bal arsalna ilayna rasulan wasalatu wasalam man la nabiya baadahu mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashukuriye Mwenyezi Mungu ambaye katuumba Ashukuriwe Mwenyezi Mungu ambaye katuruzuku na kwa kutupenda hakutuacha hivyo hivyo, katuletea kipenzi chake mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na Waislamu wote watakaofuata mwenendo huyo. Tunamomba Mwenyezi Mungu atuweke miongoni mwa watu wazuri kama hao, Allahumma amin. Na ndugu, waheshimiwa viongozi ambao wako hapa, kiongozi wa umoja wa kina mama, kiongozi wa kundi la Istiqama kiongozi wa kila kundi ambalo enyeliko hapa, mbele ya yote tunasema kwanza Allah walipe kila la kheri, na wote ambao mmejumuika kunako harakati hii tunaomba kwa Allah aweze kuwafutia madhambi yenu yote. Tunaanzia kauli yake Allah tabarak wa taala akisema, wa atasimu bihabilillahi jamia wala tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba moja wala msifarikiani. Kwa nini Mwenyezi Mungu alizungumza neno kama hili? Kwa sababu anaelewa ya kwamba watu, ikiwa mtafanya kitu kwa pamoja, mnaweza mkafikia malengo yenu. Sote tuko hapa alhamdulillah, mnakuja kutembelea wagonjwa, malengo ni kuitafuta akhera. Kitu muhimu ambacho ni kinahitajika ni watu kuwa kitu kimoja. Leo alhamdulillah tumekuja katika hospitali ya Roi Khaled kwa ajili ya kuona wagonjwa. Ni umoja wa vikao vya khairi tumejiunga tukasema ya kwamba acha tuwe kitu kimoja kwa sababu sote tunatafuta akhera. Leo tupo, kesho tunaweza, tunaweza kuwa hatupo. Itakuwa bora zaidi tuchukue fursa ya kuwa yunga umoja, kwa sababu nyote mko hapa kuna watoto zenu ambao nyemtawaacha, inabidi wafate nyayo zenu. Ikiwa tutaacha kitu kama hichi bimana, tutawachia watoto urisi uliokuwa mzuri na ndio maana tumeamua kuunga umoja katika huu umoja. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kudumu kunako huyo umoja. La kumalizia tu, malengo ya huyo umoja ni kutaka tu watu tufanye kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, alafu tuwachie watoto wetu kile ambacho chenye kitakuja kuwasaidia. Tukija kutizama visa vingi ambavyo tumevipata kwa kupitia kwa maswahaba mitume malengo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahusia ni watu kuwa kitu kimoja. Ukija kutizama Uislam, sisi wote tunafanya ibada, ibada ni moja, na tukiingia msikitini, kiongozi ambaye mwenye anatusalisha ni ni umoja alafu, na ukitaka uwe rais, bi maana utafuta yale ambayo kiongozi atafanya nini, atakuamrisha. Hapo sasa ni muhimu, ni muhimu tuwe kitu kimoja. Alikuja mzee mmoja akawakusanya watoto wake hawa watoto hawa, kwa kuwakusanya, alikuwa ni mtu mwenye hikma. Akamwambia hivi, watoto wangu, mimi nataka kuiaga dunia. Leo inawezekana ukaniona niko mbele mbele ya macho yenu, kesho nikawa sipo mbele ya macho yenu. Sasa kila mtoto mmoja namtumana alete fimbo. Watoto walikuwa ni kumi, wakaenda kutafuta mafimbo, kila mtu akaja na fimbo yake mpaka mbele ya baba yao. Akawambia nani ambaye mwenye yaani nani amba... akachukua zile fimbo zote akazikusanya akazitia fasi moja, akawaambia hivi, nani mwenye nguvu anambayo mwenye anaweza kuvunja hizi fimbo? Kila mtoto akajaribu akashindwa, lakini pakoa pako mtoto mmoja akasema mimi naweza nikavunja. Akachukua zile fimbo akaziachanisha, akaanza kuvunja fimbo moja baada nyingine. Kisha baba yake ya baba yao akawaambia, mnaona huyu mtoto huyu ambaye anavunja hizi fimbo, bi maana ikiwa mtamwacha Ibilisi aingie nafasi yenu, anaweza akawavunja malengo yenu. Lakini ikiwa mtakuwa kitu kimoja, hata uchukue fimbo kumi uzitie fasi moja, kuzivunja ni kitu ambacho chenye hakiwezekani. Kumbe la muhimu jameni, sisi ni Waislamu na tunahitaji heri kesho tupate kitu ambacho chenye kitatutetea huyu mmoja ambaye tumeanzisha huyu. Tudumu nao. Tudumu nao. Yale baadhi ya makundi makundi ambayo yanakuwa yanafanya kivyao, bi maana tukumbuke ya kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia tuwe kitu kimoja tushikamaneni kwenye kamba moja wala tusifarikiani. Allah awalipe kila la kheri, awajalie huyu umoja uweze kudumu na pale ambapo kwenye pana matatizo, Allah aweze kupata kutatua matatizo yao. Malengo ya haya umoja inabidi watu watembelee kunako mambo mawili, ukweli na uadilifu hichi kitu mtafaulu, wa billahi tawfik. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Na imani tumeyasikia maneno ambayo ni maneno mazuri, maneno yenye kujenga kwa wale wenye nia za kujenga, na imani ya kwamba sote inshaallah tutajaribu kupambana na Ibilisi kwa sababu Ibilisi ni adui ambaye huwachanisha mtu na ndugu yake, ama mtoto na baba. Nafikiria kwamba mmesikia huyu umoja wa upande wa Ndahangwa ni umoja wa wakina mama, si tu viongozi ni wanawake. Manake sisi kama wanaume tumebaki kama washauri. Ikiwa patatokea matatizo akitufikishia, inshallah tutakuwa karibu kuwasikiliza na kuangalia nini tutafanya. Na imani ya kwamba hatutokuwa na mengi ya kuongea, ningemuomba kiongozi wa upande wa Kamenge, mashallah tufikishie na yeye mawili ambayo anaweza kuwa ametuandalia katika umoja wetu huyu, bismillah.